Bwana, mambo ni mazito mm. Ni mimi Kisabufa ek, kama kijana hovyo, kama nilivyokwisha kuahidi kwamba leo nitaoli tena na muendelezo e, wa ile stori yetu ya mafunzo ambayo ilizaliwa ndani ya mafunzo. So bila kupoteza wakati, ni mimi kijana hovyo nambari two, e, kijana hovyo nambari wani one, ataonekana hivi si punde, hivi karibuni. Naomba mwe wavumilivu, naomba kuna ambao ya subscribe, endelea ku subscribe, comment and share. Leo nipo ndio kwa kuletea muendelezo na jana yani, kama tunakumbuka tuliweza kuishia mara pale ambapo Mr Jacki alipotazama mbele aliona gari kali sana aina ya Range. Alisubiri aone nani anashuka ndani ya gari lile. Nipo ninapokwenda kuendelea ndio tulipoishia siku ya jana na leo tunakwenda kuendelea. Mara punde sipunde, Mr Kisabufa akateremka ndani ya lile gari aina ya Range. Basi alishuka na kusalimiana na kumwambia, "Inatamani sana kuiona yeye nyumba Mr Jacki. Basi Mista Jake akasimama pale alipokuwa amekaa na kumwambia, "Usiwaze, tutaweza kwenda." Mr. Kisabufa akamfungulia mlango, kisha Mista Jake akaingia ndani na kuanza safari mpaka maeneo sika. Walipofika kwanza, Mr. Kisabufa alivutiwa na maeneo ya ile nyumba. Kabla hajateremka kwenye gari, Mr. Kisabufa akavuta mkono wake katika draw na kutoa kibunda cha hela bila kukihesabu na kumpa Mista Jake na kusema hii nyumba na mazingira iliyopo, yani ni vile vile ninavyotaka mimi ko, hata kabla hatujaingia ndani kuitazama, nimeipenda hii nyumba. Mr. Jack akasema, sijawahi kukosea katika kazi yangu, ndio maana najikubali tajiri yangu. Basi punde wakaelewana bei na kufikia na mwafaka, basi ndipo malipo yakafanyika na muhusika akakabidhiwa hati ya ile nyumba na kusaini kwamba kuanzia muda huu hii nyumba ni mali halali ya Mr. Kitabufa. Basi Mr. Kisabufa alimshukuru sana dalali wake Jackie. Baada ya siku chache kusogea, tajiri Mr. Kisabufa alianza kuipangia ile nyumba sasa vitu vipya na vya gharama, kwa kuwa alikuwa na pesa nyingi hivyo haikumtisha sana. Basi alijaza mavitu mengi na ya gharama kubwa. Basi aliingia katika nyumba yake rasmi na kuanza kuitumia ile nyumba. Siku hiyo hakuwa hakwenda kazini, baki pale nyumbani pamoja na familia yake, akawa anaipangilia mazingira ya ile nyumba yake na kuiweka sawa. So bado muendelezo upo, nachotaka kukwambia kwamba usizochoki kutufuatilia zaidi na zaidi, bado inaendelea na mbele, bado ni kali sana. So nachokuomba kama hujasubscribe, endelea kusubscribe ili kuweza kuzidi kupata muendelezo zaidi. So nimevaa leo kasuti, aka kasuti bwana, aka kasuti ni kama kasuti kadogo kadogo tu, aka bwana.